Asali inatiririka barani Afrika ikiwa bara la pili kwa uzalishaji mkubwa wa asali duniani baada ya Asia. Takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa Afrika ilizalisha wastani watani, wa tani laki nne na elfu hamsini za asali ikiwa ni takriban asilimia ishirini ya uzalishaji wa kimataifa. Nchi tano zinaongoza kwa uzalishaji wa asali barani Afrika: Ethiopia, Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda. Nchi hizi huzalisha zaidi ya asilimia themanini ya jumla ya pato la asali barani Afrika. Ethiopia pia inazalisha asali nyeupe. Hii ni asali ya rangi ya maziwa na laini ikilinganishwa na ile ya kawaida. Huku mahitaji ya kimataifa ya bidhaa asilia zinazojali afya yakiendelea kukua, asali ya Kiafrika inazidi kupata umaarufu katika masoko ya kimataifa. Bara la Afrika lina zaidi ya aina elfu mbili ya nyuki na hivyo kulifanya kuwa bara lenye viumbe hai vingi zaidi kwa nyuki duniani. Utofauti huu wa spishi za nyuki unatokana na hali ya mazingira ya Afrika, kuanzia msitu wa mvua ya kitropiki hadi jangwa. Utofauti wa spishi za nyuki barani Afrika pia hutoa faida kwa ushindani uzalishaji wa asali hii ni kwa sababu nyuki wana majukumu muhimu katika uchavushaji, ambao ni muhimu kwa uzalishaji wa zao hilo. Hata hivyo, ufugaji nyuki mara mingi hufanywa kwa njia za kitamaduni, hasa katika ngazi ya kaya kwa lengo la kuimarisha chakula. Wafugaji wengi wa nyuki hawana ujuzi unaohitajika wa kibiashara na wengine hawajui jinsi ya kuongeza thamani ya zao lao ili wapate mapato zaidi. Kutokana na hali hiyo, serikali na mashirika ya kusaidia wakulima yamekuwa yakifanya jitihada tofauti za kuwasaidia kuongeza uzalishaji wa asali una gharama na inahitaji subira. Kununua mzinga mzuri unaweza kugharimu hadi dola hamsini na tano kulingana na aina ambayo mbao inayotumika. Mizinga inaweza kutengenezwa kwa mbao, mianzi au vifaa vingine. Ni lazima mzinga upate hewa ya kutosha na uwe na nafasi ya kutosha ili nyuki waingie kwa uhuru. Hatua inayofuata ni kupata makundi ya nyuki, ambayo yanaweza kupatikana kwa kukamatwa au kununuliwa kutoka kwa wafugaji wa nyuki. Ukaguzi wa mara kwa mara wa mizinga unahitajika kufanyika ili kuangalia afya ya nyuki na uzalishaji wa asali yako. Asali inaweza kuvunwa baada ya nyuki kuhifadhi asali ya kutosha kwenye mzinga kuanzia miezi mitatu hivi katika maeneo mazuri ya ufugaji nyuki, huku katika maeneo mengine nyuki wanaweza kuhitaji zaidi ya miezi sita ili kuzalisha asali ya kutosha kuwa na thamani ya kuvunwa. Bei za asali barani Afrika hutofautiana kwa kiasi kikubwa kulingana na mambo kama vile ubora na eneo ya soko. Kwa wastani, asali mbichi ambayo haijachakatwa inaweza kuuzwa kati ya dola nne na dola saba kwa kilo, wakati asali ya asili inaweza kupanda bei hadi kufikia dola kumi kwa kilo. Mapato hayo ya juu ya asali iliyowekwa thamani zaidi ndio wataalam wanasema Afrika inaweza kuvuna zaidi ikiwa itawekeza zaidi katika uzalishaji asali kwa njia za kisasa.